Msaada wa kisheria wa Mama Samia umevuka nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umevuka nje ya bara la Afrika, umekwenda dunia nzima. Katika mkutano tuliofanya Geneva, ilikuwa ndio gumzo la mkutano huo. Kila mtu alitamani kujua kwa namna ambavyo Tanzania tumeweza kuasisi na kutekeleza wengi wakihoji nani alileta wazo hili, na jibu lilikuwa jepesi tu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo akaleta wazo hili, na ndio maana mpango umepewa jina lake. Lakini wengine wakataka kujua ni nani ambaye anatekeleza mpango huu. Je, mna wataalamu kutoka nje ya nchi wanatekeleza? Tukaambia mpango umeasisiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wetu na unatekelezwa na wataalamu wa Tanzania kwa asilimia mia moja. Wakataka kujua ni nani anafadhili mpango huu, tukasema mfadhili mkubwa ni wananchi wenyewe wa Tanzania kupitia kodi zao ndio zinafadhili. Sasa hili likawa gumzo na wenzetu wa jumuiya ya Madola, wakasema hili ni jambo zuri sana. Walisema tunajua limeasisiwa Tanzania, Tanzania mna hakimiliki juu ya jambo hili lakini na sisi tuna haki ya kunakili. Tunaomba tuchukue na tusambaze kwenye jumuia, nchi zote za jumuia ya madola. Hivi sasa Mama Samia Legal Aid Campaign, mpango wa msaada wa kisheria wa Mama Samia unakwenda kusambazwa katika nchi za jumuia ya madola. Ni fahari kubwa sana kwa Watanzania ambao ndio wanauendesha mpango huu na wananufaika na mpango huu kwa sababu nchi nyingine zingetamani. Ni fahari kubwa sana kwa wizara ya Katiba na Sheria ambayo mimi nimepata bahati ya kuiongoza kwa kuendesha vizuri mpango huu kiasi kwamba unaongelewa duniani kote. Ni fahari kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, kwa nchi yake na yeye mwenyewe kuendesha mpango huu vizuri kabisa. Kwa hiyo, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba wa Tanzania wote, najisikia fahari sana kuona msaada wa kisheria wa Mama Samia umekuwa gumzo duniani, umekuwa gumzo katika nchi za Jumuiya ya Madola na sasa unakwenda kutekelezwa katika nchi hizo. Wanasheria wote walioko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mawakili wa kujitegemea kupitia Tanganyika Law Society na Zanzibar Law Society, wajue kwamba Mama Samia ligwaidi kampeni na inatuletea heshima kubwa sana wanasheria wa kufanya utatuzi wa migogoro katika jamii, utatuzi kwa njia mbadala. Utatuzi huo unatupa heshima wanasheria, kwamba tunatekeleza wajibu wetu katika jamii na tunahakikisha jamii inakuwa na haki.